Dhuyu mtoto ue. huyu Habertasu... us. <ET Shot snapchat> Akianani leo simwachi hivi hivi hapa. Chupi lazima takukaka, jamani manisudulisha ma sana hapa, mimi nataka niende. Ah, basi mlembo, nimekuita hapa ili tuje tuongee. Unajua tena nimekumisi toka siku zile, unanilukaluka sana Ona, leo ni muda mzuri tumepata. Una na kuhitaji nawenaye, sogea bana, sogea, mtoto mzuri, sogea. huwezi nivua chupi, huwezi, huwezi kamwe. Sitaki, nitapiga kelele kuwa unanibaka ha. Ukipiga kelele anataka kukubaka mimi nakuita mwizi mm, nakugumia mwizi ya yeah. Hasa inabidi ufanye hivyo, ufanye ninachokitaka. Ukigoma kuvua chupi na kuitia polisi kwa wewe ni mwizi katika nyumba yangu. Unaonaje? Basi kubali kubali, nawe unachelewa. Ah, nini